Naye rais William Ruto ametetea mradi wake wa nyumba za serikali akisema utapunguza migogoro na ugavi wa mashamba. Naam, rais akisema kwamba miradi hii itasaidia kuchangia ukuaji wa chakula kwa kuto, cha kutosha nchini, na viongozi wa eneo la Magharibi waliokuwepo wakiahidi umoja wao kumuunga rais William Ruto. Rais amezungumza kaunti ya Vihiga alipohitimisha ziara yake ya siku nne ya eneo la Magharibi. umetimiza jambo la kwamba hakuna yule atalipa kupata ID. Kwa hivyo sasa na sisi tuna jukumu ya kuenda kuchukua kura, ili ikifika mwaka wa kura tuweze kumpatia. Kwa ujumla, tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad based government. Kama kuna kaunti ambayo inahitaji mpango wa manyumba, ni kaunti ya Vihiga, kwa sababu Vihiga ndio mashamba imekuwa madogo sana. Kupata mtu iko na eka ishirini hapa ni kazi ngumu. So we need to think about the future of the country. Tukiendelea kukatakata mashamba kenya hii mwisho, watu wanaongezeka, wananchi wanaongezeka, mahali ya kulima chakula inakuwa ndogo, na mwisho tutakwama.